Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Tusalie hapa Nairobi ambapo mamia ya wakazi wa mtaa wa Soweto huko Kibra wamejitokeza kusajiliwa katika mpango wa nyumba za bei nafuu. Tukio hilo linajiri baada ya wakazi wa Mkuru kukabidhiwa nyumba zaidi ya elfu moja na Rais Ruto mapema wiki hii. Mwandishi wetu Wili Lusige yuko katika eneo hilo, tusikilize yale yanayojiri kwa sasa. Lusige. Tupo katika mtaa wa Kibra ambapo mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu wa serikali unachukua awamu nyingine. Manake hapa katika mtaa huu ambapo tunajua kuna maelfu kuna ya wakazi ambao wanaishi katika maeneo duni wanajisajili rasmi kuweza kufurushwa kutoka eneo hili ambapo wamekuwa naishi kwa miaka na mikaka, ili kuweza kupeana ile ardhi kwa serikali kuweza kujenga nyumba za bei nafuu, kama jinsi unavyoona kwenye kiwambo chako. Huo tu ni baadhi ya mradi ambao umekuwa unaendelea. Kwa hivyo serikali imeanza rasmi tangu siku ya Jumanne kuweza sajili takriban wakazi wa eneo hili elfu kumi na tano kuweza kuwaomba waondoke wanapoishi ili eneo hilo ama vipande hivyo vya ardhi viweze kujengwa. Nakumbuka hili linajiri wakati ambapo kumekuwa na hisia mseto kuhusiana na mradi huu, wengi wa kuweza kuibua maswali kuhusu uwazi wake na pia jinsi nyumba hizo zimekuwa zinapeanwa, hususan siku chache baada ya kuona rais William Ruto akizindua rasmi eh, ugawaji wa nyumba hizo katika eneo la Mkuru, ambapo si mbali na hapa na pia ni mtaa wa mabanda. Lakini kile ambacho kinajiri hapa hawa ni maelfu ya wakazi wa eneo hili ambao wameweza kufika kuweza kusajiliwa ili waweze kuingia kwenye mpango wa kuweza kufurushwa kutoka maeneo wanayokaa. Manake serikali inasema inapania kutumia ardhi hiyo kuweza kujenga nyumba za bei nafuu, na sisi tuandikia mate ili hali wino upo. Nitazungumza na wale ambao wanaendeleza mchakato huo na pia niweze kufahamu ni kipi kinachofanyika, na je, wale ambao wameweza kufika hapa kama wameweza kupokea huduma ambazo walikuwa wanatarajia. Karibu sana kwenye runinga Citizen, Citizen. Tutaanza na jina lako leo Majina anaitwa Gabriel Muli. Uh, assistant director slum upgrading. Hawa watu unaona hapa nyuma ni watu ambao wametoka kitongoji duni cha Kibera zone C and D, ni watu ambao wameandikishwa kwa niaba ya mradi ambao tunataka kufanya hapa wa affordable housing, tukiangalia makala social housing at the moment because ni watu wa kitongoji duni hawa ni watu ambao waliandikishwa na wakuwa verified. Tuliandikisha watu 14000 boma 14000 households na tuka verify around 10000 positively, so here we are issuing cards to these who are verified positively today. So watakuwa na card at the end of the day inaonyesha wao ni bona fide members wa community ya Kibera zone C and D. hiyo kadi ni ya nini? Hiyo card inakaa kama thibitisho ya location, ya allocation ya social housing na ni kadi ambayo inatumiwa ku identify a person who lives in a section of slum upgrading that iko uh, uh, kwa mradi. Kwa hivyo hiyo ni evidence, ni kadi ya evidence ambayo inatumiwa na kila mtu ambaye ako kwa, kwa hiyo mradi anafaa kuwe na kadi, ni kama ni cheti cha kupata nyumba kwa ufahamu wangu ni kwamba wanapopata ile kadi watafaa kuondoka wanapoishi zile nyumba za mabanda. Labda hicho kipindi ambapo wanaondoka, watapewa ridhaa, na pia watakapoondoka watakwenda kuishi wapi hadi wasubiri hizo nyumba ziweze kukamilika ndiposa waweze kuzi kupewa na serikali rasmi? Mikakati ambayo serikali imeweka kwa muda huu ni kwamba watapewa facilitation hiyo. Um, facilitation tulidiscuss na community kwa masuala ya uh, relocation action plan ambapo walitupea proposal zao na sisi tunaangalia, ndio tuweze kuwapea uh, facilitation which is equal to, to, to rent payable to them uh, by them I, I, mahali ambapo wanaishi saa hizi, ndio waweze kuishi mahali pengine wakati tunajenga right kule Mkuru tumeona kumekuwa na sintofahamu kuhusiana na mchakato mzima. Watu wanadai labda si wale ambao wamepewa hizo nyumba si wa hapo. Nini ambacho mnafanya kuhakikisha huku hali haitakuwa kama kule? Kwanza uh, wakati wa location we are very strict na tuko, tuko tunajua wale watu ambao tulipewa nyumba pale ni watu wa Mkuru, tuko na data na tumefanya verification and re-verification. Here we are doing the same, na tuna tuna engage community. Community knows their people hapa wale wakubwa wa, wa kijiji ambao ndo wanaona wanafanya verification hapa, wanajua watu wao. Tutaita wale watu ambao kwanza wako na complain, to engage community leaders, wata identify waseme, huyu ni mtu wetu, huyu si mtu wetu, so that at the end of the day tuko na watu ambao wako verified kabisa. Tukimalizia umesema malalamishi nyuma yako, hiyo laini ni ya watu ambao wanalalama, labda, mbona kunatokea lalama pia katika mchakato huu kawaida, um, in community lawama la zinakuwa hizi ni lawama ambazo zinatokana na kuwa mtu hakuwa wakati wa enumeration, hakuwa wakati wa verification, majina imetokea vibaya. Na sisi tumewapea nafasi tukasema ule mtu akona na malalamishi akuje ndio majina yake ama lalama, lalama, lalama zake ziweze kusikizwa. Kwa hivyo tumewapea nafasi waandikishe, tutawaita kwa kikao tusikize lawama lilikuwa wapi. Mmesajili watu wangapi hapa kufurushwa Umesajili huh? Watu wangapi hapa? Hapa tumesajili watu 14000 but wale watu ambao wameverify positively wale tulipopata kwa nyumba zao ni ten, ni around 10 11, 000, 10 around to 11000 10000 and something. Nyumba mnajenga ngapi? Hapa tunahitaji kujenga nyumba tunataka kujenga nyumba around 10000 planning, planning nafanywa because planning comes after the data we, we we submit the data but we are doing designing at the moment. So we are looking at 10,000 houses. Everybody will be accommodated, hopefully. Everyone who is being... Wacha tusubiri tuone. Asanti sana, na labda kukamilisha, wacha nizungumze na huyu ambaye wee umefika hapa tangu asubuhi. Je, umepata ile kadi, labda iko wapi utuonyeshe kwanza na utuambie unatarajia sasa, ukifurushwa kwako utakuwa unaishi wapi na utakuwa unalipa vipi rent? Jina lako? Bari, uh, mi naitwa Brandon Kemani. Mkaji hapa Ngumo. Kadi iko wapi tuone? Kadi ndio hapa nimeshika kwa mkono Uh, ukiweza zoom vizuri utaona detail zake pale. Nimengoja uh, kutoka asubuhi, nilifika hapa saa mbili, kapanga line, kufuata taratibu venye tulikuwa na tunaambiwa ndio mpaka sasa hivi ndio nimesaidika. Sasa, kwa sababu umepata kadi, unatarajiwa kuhama lini? Natarajiwa kuhama hii mwezi kisha. E, ndio hapo wanasema watatupa compensation ndio tuweze ku mtu aweze kujipanga, uende uhamie mahali pengine hivi. Compensation kiasi gani? Uh, tunaambiwa kulingana na wengine wenye walipo mbeleni, tunaambiwa kiasi kitakuwa hapo 50000 00 yeah, ya mwaka mzima ama muda gani hatujamo. Uh, ni muda mgani, tunaambiwa hiyo ndio compensation fee, lakini hiyo ni ile kiwango chini sana. Uh, ya yeah 50k ndio mtu anze maisha yake, uende hamia mali pengine hivi ndio at least ukue na kitu naweza. Kwa hivyo una imani, labda nyumba zikikamilika utapata? Ah, niko na yeah, uh, imani kubwa sana. Kwanza ukiongeza kwamba ati lazima usave ndio upate nyumba, unaona, pia una una una na nakuambotisha ati unajua hii nyumba itakuwa yako, hii itakuwa ngani nyumba yako ukiweza kuisave hadi mwisho. Kwa hivyo kadi ndio mnatumia ku save? Kadi ndio natumia ku save, hii namba yenye nimepeana hapa ndio utatumia ku save hadi mwisho. Na mmeambiwa labda pesa zenu zitasaveiwa wapi? Pesa zetu tukishaanza ku save, watatuambia tutakuwa tunasave wapi. Asante eh, sana. Naam ni kauli za wakazi wa hapa Kibra ambao wameweza kujitolea leo kuja hapa kuweza kujisajili kwa minajili ya kuweza kuondoka wanapoishi. Maana eneo hili ni, ni mtaa wa mabanda. Serikali inasema hamna ardhi, kwa hivyo inawabidi waweze kuhama, alafu watakapoondoka hiyo ardhi ndio itaweza kutumika kuweza kujenga nyumba za bei nafuu. Na kama alivyotangulia kusema yule ambaye anahusika, wanatarajia kuweza kuwafurusha takriban watu elfu kumi hadi elfu kumi na tano hapa katika mtaa wa Kibra alafu zile nyumba zitakapojengwa basi wao wao waliohamishwa watakuwa wanarejeshwa na, na kuweza kuzimiliki kama nyumba zao rasmi. yetu tisa, tutasubiri tu kuona ikiwa mradi huu utakamilika na je, wakati ambapo utakamilika hawa wakazi ambao watakuwa wanafurushwa, je, kama ni wao wataweza kupewa nyumba hizo? Huyo ni Willy Lusige akituarifu kuhusu mradi wa nyumba za bei nafuu kutoka mtaa wa Kibra.